Ni saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Leo ni Jumanne, Novemba 25, 2025 na kukaribisha katika matangazo ya moja kwa moja ya Mkana BBC. Mimi ni David Inkya katika Mkana BBC asubuhi hii. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema kwamba atajadili masuala nyeti yanayotokana na mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani na Rais Donald Trump baada ya siku kadhaa za mikutano ya kidiplomasia. Wapiganaji wa RSF nchini Sudan wametangaza miezi mitatu ya kuzi cha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu. Na, na katika gumzo, wakuu wa nchi na serikali kutoka Afrika na Ulaya wanakusanyika nchini Angola kwa ajili ya mkutano wa Umoja wa Afrika na Ulaya huku moja ya ajenda ikiwa ni namna ya kunufaisha Afrika kupitia madini. Je, mkutano huu utakuwa na mabadiliko yoyote? Kwanza ni muhtasari wa habari na msomaji ni Halima Nyanza. Asante, David, na habari, msikilizaji. Mahakama nchini Marekani imetupilia mbali mashtaka dhidi ya maafisa wawili waandamizi ambao awali waliwahi kumchunguza rais wa nchi hiyo Donald Trump. Jessica Pelembela na taarifa zaidi, na mkumradhi kwa matatizo ya kiufundi. Wapiganaji wa RSF nchini Sudan wametangaza miezi mitatu ya kusitisha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu. Tangazo la kusitisha mapigano lilitolewa kupitia ujumbe wa video uliorekodiwa na kamanda wa RSF Mohamed Hamdani Dagalo hatua hiyo imekuja baada ya jeshi la Sudan kukataa pendekezo la kusitisha mapigano kutoka kwa wapatanishi wa kimataifa wa mzozo huo wakisema kuwa inapendelea RSF. Makubaliano ya awali ya kusitisha mapigano yalivunjika. Makumi ya maelfu ya raia wameuawa tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe vilipoanza mwaka 2023. Jeshi la anga la Ukraine limekuwa likilinda mji mkuu wa Angela, Ukraine, nchi hiyo Kiev na maeneo mengine dhidi ya wimbi la mashambulizi ya usiku mzima ya makombora ya Urusi pamoja na ndege zisizo na rubani. Milipuko ilisikika katika mji huo mkuu, ambapo mea wake Vitali Klishko amearifu kuwa imeshambulia majengo na kuvuruga usambazaji wa umeme na maji. Awali, rais wa Ukraine Volodymyr Zelenski alisema kuwa angejadili mada nyeti zinazotokana na mpango wa amani unaoungwa mkono na Marekani ikiwa ni baada ya kufanyiwa marekebisho mapendekezo yaliyoandaliwa na Urusi baada ya mazungumzo ya kina na maafisa wa Marekani. Tunaelewa pia kuwa kuna maslahi mangapi kwa Ukraine na zaidi ya yote, kuna maslahi ya Urusi kutaka kuvuruga fursa hii ya makubaliano na kuendeleza vita. Tunaweza kuona pia ni maslahi gani yameunganishwa na ni nani anayejitahidi kwa nguvu zote kudhoofisha msimamo wetu kwa kusambaza upotoshaji na kuwatishia watu wetu. Tunapambana dhidi ya kila jaribio kama hilo la kuzuia kumalizwa kwa vita na Venezuela imetupilia mbali uamuzi wa Marekani wa kuwekea mtandao wa biashara ya dawa za kulevya unaodaiwa kuongozwa na Rais Nicolas Maduro kama kundi la kigaidi na kusema uamuzi huo ni upuuzi wa kupotosha. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya nchi hiyo imesema mtandao wa kihalifu wa Cartel de Lesols haupo na kuituhumu Marekani kwa kubuni madai hayo ili kuhalalisha mabadiliko ya utawala. Hatua hiyo ya kuliweka kundi hilo katika orodha ya ugaidi inaongeza shinikizo dhidi ya Rais Maduro huku Marekani ikiendelea kujiimarisha kijeshi karibu na pwani ya Venezuela. Hii ni BBC. Taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC kikutangazia kwenye FM redio wa shirika na kwenye internet katika bbc swahili.com. Ukiwa Tanzania tusikilize moja kwa moja kupitia Radio One ya pale miko chini Dar es Salaam, Kenya ni count FM chini Uganda yategesikio kupitia Voice of Busoga na ukiwa DRC ni lizadil radio vile vile unaweza kutufuatilia katika mtandao wetu wa Facebook wa BBC Swahili, ukaandika maoni yako na tukipata nafasi, basi tutasoma moja kwa moja. Msikilizaji, asubuhi ya leo upo nami David Nkya. Karibu. Karibia. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema kwamba atajadili masuala nyeti yanayotokana na mpango wa amani unaungwa mkono na Marekani na Rais Donald Trump. Baada ya siku kadhaa za mikutano ya kidiplomasia, Zelenski amesema kwamba mpango huo wa amani uliorekebishwa sasa unajumuisha mambo mengi sahihi zaidi na Filis Mote wakati wa mkutano na waandishi wa habari mjini Jeneva, Uswizi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amesema kwamba rais Donald Trump ameridhishwa na taarifa za maendeleo yaliyopatikana katika mazungumzo kati ya Marekani na Ukraine kuhusu kumaliza vita vyake na Urusi. Jumapili oh, have... usiku Marco Rubio alitangaza kwamba kumekuwa na kile alichokitaja maendeleo makubwa katika mazungumzo hayo, huku kukiwa na mambo machache tu yaliyo salia, lakini taarifa ya pamoja ya Ukraine na Marekani sasa inasema kwamba kuna makubaliano mapya kabisa kwa kile wanachokiita hati ya mfumo iliyosasishwa na kurekebishwa. Kulingana na afisa mwandamizi katika ofisi ya Rais Zelensky, mpango wa vipengele ishirini na nane uliokuwa unaegemea sana upande wa Urusi uliovuja siku ya Ijumaa haupo tena. Na akizungumza na waandishi wa habari, naibu waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Sergei Kaislista ambaye alihudhuria mazungumzo ya mwa wiki mjini Geneva amesema kwamba mpango wa hivi karibuni una vipengele kumi na tisa tu, huku baadhi ya mambo nyeti zaidi kisiasa yakiwemo maswala ya makubaliano ya maeneo sasa yakitarajiwa kuamuliwa na viongozi wenyewe. Wawakilishi wa Urusi hawakushiriki katika mkutano huo nchini Uswizi, na afisa wa Kremlin alikataa marekebisho hayo jana Jumatatu, akiyataja kuwa hayana msingi madhubuti. Makorubio hata hivyo anasema kwamba hatua ifuatayo sasa ni kuwasilisha mpango huo kwa Urusi. Kwa upande wao, washirika wa baadhi ya mataifa ya Ulaya wa Ukraine wamekuwa wakijitahidi kwa mara nyingine tena kujihusisha katika mchakato wa amani. Wanachama wakile, wa kile kinachoitwa muungano wa wenye nia unaoongozwa na Uingereza na Ufaransa wanatarajiwa kufanya mazungumzo leo hii. Waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer amekuwa miongoni mwa wale waliokuwa karibu zaidi na mchakato huo. Hayo yakijiri mji wa pili kwa ukubwa nchini Ukraine, Kharkiv ulishambuliwa na kile maafisa walisema ni shambulio kubwa la ndege zisizo na rubani lililoua watu wanne. Nam, ni Felix Mate huyo. Unaweza kutuma ujumbe wako kama alivyoandika Michael Jos, anasema Mungu uisaidie Ukraine ili vita hivi vinavyoendelea viweze kuisha nchini humo na hatimaye hali iweze kurejea kawaida kama ulivyosikia katika muktasari wa habari za ulimwengo wapiganaji wa rsf nchini sudan wametangaza miezi mitatu ya kusitisha mapigano na jeshi la nchi hiyo kupisha shughuli za kibinadamu hatua hiyo imekuja baada ya rais uh, wa marekani donald trump kusema kwamba ataingilia kati mzozo huo ili kuweza kumaliza vita vilivyoingiza nchi hiyo kwenye janga lanja, warifu, la njaa kama anavyoarifu halima nyanza akitangaza uamuzi huo kiongozi wa kundi hilo la rsf jenerali muhamed hamdani dagalo Amesema kutokana na kukubaliana na juhudi za kimataifa kuumaliza mzozo huo, hususan uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump, ametangaza kusitisha mapigano kwa miezi mitatu. Amesema na matumaini wasuluhishi wa mzozo huo wataendelea kutoa msukumo pia kwa jeshi la Sudan kuunga mkono hatua hiyo. Tangazo hilo la kusitisha mapigano la RSF limekuja siku moja tu baada ya mkuu wa jeshi la Sudan kukataa mapendekezo ya usitishaji vita na kukosoa kujumuishwa kwa Umoja wa Falme za Kiarabu ambayo wamekuwa wakiishutumu kuipatia silaha RSF. Hata hivyo, nchi hiyo ya Ghuba ambayo pia ni msuluhishi wa mzozo huo imekuwa ikikanusha tuhuma hizo. Mapema mwezi huu Marekani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Misri, Saudi Arabia Zilipendekeza mpango wa kusitisha vita kwa miezi mitatu uliofuatiwa na mazungumzo ya amani. Wapiganaji wa RSF walipokea mapendekezo hayo kwa kusema kuwa wameyakubali, lakini muda mfupi tu baadaye walishambulia maeneo ya jeshi la sudan kwa ndege zisizo na rubani. Katika hotuba yake aliyoitoa siku ya Jumapili, kiongozi wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah Al Burhan alililaumu pendekezo hilo la Marekani ambalo ameelezea kuwa madhumuni yake ni kudhoofisha jeshi lake huku likiruhusu RSF kudhibiti maeneo iliyoyateka. Nam ni taarifa yake, Halima Nyanza. Kwingineko mkutano wa COP30 ambao ni maalum kwa kuangazia namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi sambamba na utunzaji wa mazingira umemalizika rasmi huko nchini Brazil. Mkutano huu ni muhimu kwa sababu unatuma ishara muhimu ya kisiasa juu ya hitaji la kushughulikia pengo la kifedha na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na kuzisukuma nchi kushughulikia mambo hayo. Lakini je, umekuwa na mafanikio gani kufahamu hilo na mengine mengi? Awali nimezungumza na na John Banga, mtaalamu wa mazingira na kilimo kutoka Tanzania, anayeanza kuelezea ni kipi hasa cha muhimu muhimu ambacho kimeafikiwa kwenye mkutano huo kuna mambo kadha wa kadha yameweza kufanikiwa. Mmojawapo ni katika kukubaliana kuidhinishwa kwa nyaraka zipatazo 29 kati ya 195 zilizotarajiwa. Tunaita hichi ni kipindi cha mpito tu, kutoka kwenye mazungumzo mazungumzo mengi hadi kuelekea sasa kwenye kupata ufadhili halisia, masuala ya teknolojia, jamii na ujenzi wa kujenga uwezo wa taasisi mbalimbali. Lakini pia kuna masuala ya kufanikiwa kwa ule mfuko maalum unaoitwa nafikiri unapata takriban dola bilioni 6.7 imeweza kufanikiwa, lakini pia vilevile vile, kuna masuala ya kukubaliana kwenye adaptation finance eh, zile fedha ambazo ni kwa ajili ya kujenga au kuimarisha au kurekebisha mifumo ya mabadiliko ya tabia nchi. Na mwisho kabisa, kuna masuala ya kukubaliana kwenye teknolojia mbalimbali mbali za kusaidia kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna malalamiko kwamba hakukuwa na la msingi lililoafikiwa kuhusu kuondokana na matumizi ya mafuta na gesi na badala yake kuwe na uwekezaji wa kiasi kikubwa katika nishati mbadala ambazo hazichafui mazingira, hilo nalo unalizungumziaje? Kwa kweli hilo liko wazi, tofauti kabisa na watu wengi walivyokuwa wametarajia. Kungekuwa na mafanikio makubwa sana, ila kulikosekana masuala ya msingi sana. Kwa mfano, njia imara ya kuonyesha ile roadmap ya kuachana na matumizi nishati itokanayo na fossil fuels ni miongoni mwa kitu ambacho kilikuwa kimekoseka, kwa sababu watu wengi walitegemea hilo lingeweza kuwekwa wazi wazi kwa sababu mafuta haya E, au nishati hii inayotokana na nguvu za kisukuku au fossil fuels ni sehemu mojawapo yenye mchango mkubwa sana ya kuchafua hali ya hewa yako, kwa maoni yako, je, kwa kiasi gani kutokuwepo kwa washirika wakuu ambao ni Marekani na China wanaotajwa kwamba ni wachafuzi wakubwa kabisa wa mazingira duniani kutoshiriki kwao sasa katika ngazi ya juu kwenye mkutano huu kumeathiri vipi maafikiano kuhusu kukubaliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi? Ni jambo la kufikirisha kidogo, maana uzalishaji mali kama hauendani na usawia wa uimara wa mazingira na rasilimali zake basi hakuna uendelevu na itakuwa E, faida ya muda mfupi sana inaweza ikapatikana kutokana na biashara wanazozifanya kwa nchi zilizoendelea kama Marekani, Uchina na kadhalika. Hivyo itakuwa ni hatari kubwa sana kwa mstakabali mzima wa maendeleo endelevu ya dunia yetu. Hizo nchi ulizozitaja Marekani, Uchina na kadhalika ndio wachafuzi wakuu na ndio wafaidika wakuu wa wa mishakato au shughuli mbalimbali zinazochangia kuzalisha hizo gewa nani, hizo hewa chafu ambazo zinaathiri uso wa dunia. Namna. Sasa tunakwenda viwanjani moja kwa moja na sports lady Phyllis Mote. <tune> Nashukuru sana Devi. Sasa rekodi ya kutoshindwa ya mechi ya Manchester United imefikia tamati baada ya mashetani wekundu kucharazwa goli moja kwa sufuri na Everton kwenye uwanja wa Old Trafford. United walianza kwa kusuasua, lakini walipata nafasi ya kurejea na kutawala mchezo baada ya Idrisa Gwe kumchapa mchezaji mwenzake na kujipatia kadi nyekundu, lakini matarajio yoyote ya tukio hilo kubadilisha mchezo kwa faida ya vijana wa Ruben Amorim yalikatika haraka pale ilipofika dakika 30 na Everton kupata bao. Baada ya mapumziko, United walimiliki mpira kwa muda mwingi na kujaribu kupiga mashuti mengi, lakini walishindwa kuivunja ngome ya wapinzani vya kutosha. Na David Moyes amesema kwamba hana shida wale wachezaji wake wanapopigana, kwani inawafanya wanakuwa ngumu au Ngangari. Hii ni baada ya Idrissa Gueye huyo wa Everton kuonyeshwa kadi nyekundu kwa kumpiga usoni mchezaji mwenzake Michael Keane wakati wa ushindi wao wa goli moja kwa sufuri dhidi ya Manchester United. Sasa kwenye mashindano ya Formula One, dereva wa zamani wa Formula One, Mick Schumacher, atashiriki mbio za IndyCar Series mwaka elfu mbili ishirini na sita na timu ya Rahal Letterman Lanigan Racing, yani RLL. Mjerumani huyo mwenye umri wa miaka ishirini na sita ambaye ni mtoto wa bingwa wa dunia wa F1 mara saba Michael Schumacher aliondoka kwenye nafasi yake ya kuwa dereva wa akiba wa Mercedes mwishoni mwa msimu wa mwaka 2024, na, na alijiunga na Mercedes baada ya kuachwa na Haas mwaka 2022, na, na sasa niangazie kwa kifupi tu tetesi za soka Ulaya. Mshambuliaji wa Brazil Vinicius Junior mwenye umri wa miaka 25, ameambia Real Madrid kwamba hana nia ya kuongeza mkataba wake unaomalizika katika majira ya kiangazi mwaka 2027 kwa sababu ya uhusiano Doroa na kocha Xabi Alonso. Liverpool, Manchester United, dev na vilabu vingine kadhaa vya ligi ya Premier wanafuatilia kwa ukaribu hali ya Vinicius. Mm. Ni kwa mie hapo sasa. Asante sana. Tutaonana baadaye usio? Kabisa. All right.